Ilhajia ya hakuwa kama wanavyomwelezea wao, na wakaja na mambo yao tofauti tofauti. Jana tuliona wao wanavyodai kashfu, kuwa wanaonyeshwa mambo ya siri, mambo ya ghaibu ambayo wengine hawayaoni na kuyajua hayo. Leo tunaingia katika ukurasa wa sita. Maanake kitabu ni kikubwa kwa nitakuwa nachukua sentensi moja baadhi ambazo naziona zinafaa. Zinafanya hii ni juzu moja ambayo inasema maisha ya Muhyiddin, eh, eh, Muhyiddin. Sayyid Abdul Qadir Jailani anasema mlango wa kwanza, akataja ukoo wake kutoka eh, kwa wazazi wake. Kwa kwenye mlango huu eh, ukurasa wa sita kwenye mlango huu ambao ni mlango wa kwanza, ukurasa wa sita katika ichapa ambayo mimi niko nayo, akayaweka maneno eh, akielezea namna baba yake Abdul Qadir Jilani alivyompata mama yake na kumuoa. Sasa mimi nnakatisha, naanzia aliposema muda si mrefu bi Fatma, rahimahullah alishika ujauzito. Ana maanisha baada ya ndoa. Sasa alishika ujauzito ambao hakupata tabu zozote za, za kuumwa kama wasipatazo wanawake wengine, hakupata tabu. Anasema siku moja wakati ana ujauzito wa miezi minane, bi Fatma alimwambia mumewe, mumewe yani Musa eh? mwambia mumewe Musa, mume wangu kila mara nasikia sauti tumboni mwangu Sayyidi Musa eh. Rahimahullah anasema akasema, ambaye ndio mume wake eh, akasema akasema nini, ngoja nije nitege sikio langu katika tumbo, kama nami nitasikia chochote. Kwa hiyo mke anamwambia mume, nasikia bwana huku tumboni sauti mara kwa mara zinatoka zinazungumza Hey, babaka Abdul Qadir Jilani anamwambia, ngoja nifanyeje, nije nami nitege sikio nione kama tasikia chochote. Alipotega sikio anasemaje? Alipotega sikio lake katika tumbo la mkewe Bi Fatma alimsikia mm, anasema alimsikia mumewe akizungumza, wa alaykum salam eh, hey? Wa alaykum salam, marhaban baba. Akatega sikio tumboni.

Nukta hiyo mwichukue kwanza, mtoto yuko tumboni miezi minane, lakini anazungumza. Na maneno baba alivyoyasikia, anayozungumzwa, akamwambia mwanaye, walaikum salam, karibu sana, karibu sana inshaallah. Anazungumza nini? Sikia kisha. Baada ya maneno hayo, Sayyid Jilani anaandika... Al-Qadir Jilani rahimahullah anasema alisujudu ardhini mara mbili na akamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Anasema hapo, mkewe akamuuliza, kwani mume wangu umesikia nini hadi unasujudu? Sayidi Musa rahimahullah akamfahamisha mkewe kwamba alivyotega tu sikio lake tumboni alisalimiwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh kule mtoto wa miezi minane tumboni, baba kutega sikio akamsalimia. Yani, msishangae, hii ndio dini ya wenzetu. Tunarudi nukta ya jana, wenzetu wao wanaona wana, wana, wana kwamba wahai haujafungwa kwa wao, kuna vitu kama hivi, wao wana hidaya. Akamwambia asalamu alaikum ba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba eh, baba nini baba mimi ni mwanao wa kiume Nitakapozaliwa na wewe utakuwa umekwisha fariki dunia, insha Allah, tutakutana kesho akhira peponi. Nimeelewa maneno ya masufi haya, kwao sio kashangaa, masufi wenyewe kwa wenyewe wanabashiriana pepo ya haji wako hai au watu wa Kadiria. Lakini sisi itikadi ya Ahlus Sunna wal Jamaa tunasemaje? Hatumuingizi mtu peponi

lakini wenzetu, tizama itikadi yao, wanageana pepo bado wako hapi duniani. Lakini pia tizama, anaongea heti na mtoto mdogo tumboni, na haya mambo ni kinyume na itikadi ya Sunna ya Jamaa, na nielewa ko, hawa ndio wenzetu watu wa bid'a, hawa ndio wenzetu masufi wanavyochukua dini yao ko, haya wao wanachukua kuwa ni dini na kufundishana, kufanyana kazi katika mambo yote ukiyatizama, haya yako nje itikadi ya sunnati wal jamaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, hawakuzungumza hawakuzungumza watoto katika udogo wao isipokuwa watoto wangapi? Watatu. Akawataja, ina maana yeye hakujua kuwa baadaye kuna wengine watatokea? Eh, asallallahu alaihi wasallam bana. Hivi ndivyo vituko vya nini vya masufi na dini yao. Kila siku inshaallah